Hivi karibuni tunatarajia kuwa na jukwaa kubwa la uh, maendeleo ya shirika mkoa ambalo tunatarajia mgeni wetu rasmi atakuwa ni mheshimiwa mkuu wa mkoa, na tukio hilo litafanyika kwa siku mbili, siku ya tarehe 14, lakini na siku ya tarehe 15. Jukwaa uh, hili linawakutanisha wanaoshirika wote wa vyama vya ushirika vya wavuvi, vyama vya ushirika vya, vya, vya, vya, vya, vya kilimo vyama vya ushirika vya, vya, vya vya wafugaji lakini pia vyama vya akiba na mikopo kwa maana ya SACCOS vinavyotoka katika maeneo ya halmashauri zetu zote nane: Buchosa, Misungwi, Sengerema, Magu, Kwimba, Jiji na Ilemela na Ukerewe, wote watakutana hapa kwa lengo la kujadili mafanikio, lakini changamoto wanazokabiliana nazo. Lakini jukwaa hili sio tu linakutanisha wanaushirika, linakutanisha pia na wadau wadau wa kimkakati na wadau wasimamizi. Tutakuwa na chuo cha ushirika cha Moko. Tutakuwa na watu wa ushirika wa, ukaguzi kuasfa. Tutakuwa na taasisi za kifedha zikiwemo mabenki, ikiwemo na benki yetu ya ushirika ambayo imezinduliwa hivi karibuni, lakini tutakuwa na watoa huduma mbalimbali. Tutakuwa na mashirika ya mashirika ya bima, tutakuwa na wanunuzi na watu wa huduma wengine, wadau kwa jumla wa kisekta. Kwa hiyo tunadhani tuna, tuna, tuna, tuna haja sasa ya umma ufahamu ya kwamba siku hiyo mkoa wa Mwanza utakuwa na jukwaa kubwa, na tunawakaribisha wanaoshirika wote na wadau wote wafike bila kukosa, kwa sababu hiyo ni fursa ambayo inawakutanisha wanaoshirika meza ya pamoja kujadili mambo ya kadha wa kadha. Kama tunavyofahamu, mkoa wa Mwanza unacho chama kikuu cha ushirika kimoja ambacho kinaitwa Nyanza Cooperative Union, na yeye pia atashiriki katika jukwaa hilo. Katika jukwaa lile tunatarajia tueleze mambo mbalimbali yanayofanywa na vyama vya ushirika mkoa wa Mwanza, lakini tutaeleza mambo mengi yanayofanywa na tume ya maendeleo ushirika kama msimamizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Mwanza. Yako mambo mengi, kutakuwa na uzinduzi wa mfumo mkubwa kabisa wa kidijitali utakaozinduliwa kwa SACCOS zetu za Mwanza, ambao utafanyiwa demo pale, pale pale, na huduma zitatolewa pale pale. Lakini pia siku hiyo kutakuwa na ufunguaji wa akaunti tutafungua akaunti za wakulima, tutafungua akaunti za vyama vya ushirika kwa kwa maana ya benki yetu ya ushirika Tanzania ambayo ni Coop Bank. Coop Bank hii kama ambavyo imesajiliwa imeshaanza kazi katika matawi manne, lakini Mwanza tutakuwa na tawi litakalo kuwa ni wakala pale Nyanza Union. Kwa hiyo tunahamasisha vyama vyote vya ushirika na wana ushirika wote wafike siku hiyo waweze kufungua akaunti. Lakini pia tunaendelea kuwahimiza waweze kuwekeza. Wale ambao wameshawekeza tunawashukuru waendelee kuongeza uwekezaji wa kununua hisa. Lakini vyama vya ushirika pia na wanaushirika tunaendelea kuwahimiza wale ambao bado waweze kununua hisa na wafungue pia akaunti zao. Kwa hiyo siku hiyo kutakuwa na zoezi kubwa pia litakalo kuwa likiendelea pale la ufunguaji wa akaunti kwenye Co-op Bank, akaunti za vyama vya ushirika. Kwa hiyo kubwa zaidi ni kusisimeme na, na niseme kwamba kama serikali kama serikali kwa maana ya ofisi ya mrajisi msaidizi mkoa tumekuwa tukipokea maelekezo mengi kutoka kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa kuhakikisha kwamba ushirika wa mkoa wa Mwanza unaendelea kuimarika. Na hiyo ndio azma ya mheshimiwa rais. Hata juzi mheshimiwa rais ameendelea kusisitiza sana kwamba anahitaji kuona vyama hivi vikijiendesha, vikijiendesha kibiashara, na anahitaji kuona kuona vyama hivi vikifanya mageuzi, amehitaji sana kuona vyama hivi vinazidi kukua na kuimarika kiuchumi. Kwa hiyo na sisi tunasema kwamba E, tumeanza na tuna, tuna tunaendelea kwamba kupitia jukwaa hilo watu wengi watasikia mambo makubwa na mazuri yanayofanywa na vyama vya ushirika mkoa wa Mwanza.